Ukweli mchungu ni huu. Watu wengi hawafanyi kazi kwa sababu wanataka. Wanafanya kazi kwa sababu wanaogopa kuacha. Si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu hawana akiba. Wamefungwa na mshahara, wamefungwa na matumizi, wamefungwa na maisha waliojijengea wenyewe. Leo sitakuambia jinsi ya kuwa tajiri. Leo nitakuambia jinsi ya kuacha kuwa mtumwa wa pesa zako mwenyewe. Tuendelee na kitabu cha The Psychology of Money cha Morgan Housel. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sura ya saba: Freedom, Uhuru. Morgan Housel anaingia kwenye hoja nzito lakini ya msingi sana kwamba lengo halisi la pesa si anasa si umaarufu wala si kuonekana umefanikiwa mbele ya watu, bali ni uhuru. Housel anasema kuwa watu wengi hutumia maisha yao yote wakifukuzia pesa bila kujiuliza swali muhimu zaidi: pesa inapaswa kuninunulia nini hasa? Kwa mujibu wake, jibu la swali hilo si magari ya kifahari, nyumba kubwa au maisha ya kupigiwa picha mitandaoni, bali ni udhibiti wa maisha yako mwenyewe, hasa udhibiti wa muda wako. Anasisitiza kuwa uhuru wa kweli ni pale unapoweza kuamua unachofanya, lini unakifanya na na nani unakifanya bila kulazimishwa na hali ya kifedha. Huu ni uhuru ambao hauonekani kwa macho, lakini una uzito mkubwa kuliko mali nyingi zinazoonekana. Mtu anaweza kuwa na mshahara mkubwa, cheo kikubwa na mali nyingi lakini kama kila asubuhi analazimika kuamka na kwenda mahali hapapendi kwa sababu ana bili za kulipa, basi kwa mantiki ya Housel, mtu huyo hana uhuru. Morgan Housel anatuonyesha kuwa uhuru wa muda ndio aina ya utajiri iliyo bora zaidi, lakini pia ndio iliyo nadra sana. Watu wengi wanauza uhuru huu bila hata kujua, wakibadilishana na matumizi ya juu mikopo na maisha ya kujilinganisha na wengine. Unapoongeza kiwango chako cha matumizi kadiri kipato kinavyoongezeka, unajifunga mwenyewe minyororo isiyoonekana. Unakuwa mtumwa wa mtindo wa maisha ulioujenga mwenyewe. Hapo ndipo pesa inapoacha kuwa chombo cha kukusaidia na kuanza kuwa bwana wako. Katika mtazamo wa Housel, akiba ndiyo msingi wa uhuru huu Akiba haimaanishi pesa iliyokaa bila kazi kama wengi wanavyodhani. Badala yake, anaiita akiba kuwa ni pengo kati ya kile unachopata na kile unachotumia, na pengo hilo ndilo linalokupa nguvu ya kuchagua. Akiba inakupa uwezo wa kusema hapana. Hapana kwa kazi isiyo kuheshimu, hapana kwa mazingira yenye sumu, hapana kwa mikataba mibaya, na hata hapana kwa fursa zinazokuja wakati hauko tayari. Housel anasisitiza kuwa uwezo wa kusema hapana ni aina ya nguvu ambayo pesa peke yake inaweza kununua. Anatoa mfano wa watu walioko kwenye kazi wanazochukia lakini hawawezi kuacha, si kwa sababu hawana uwezo au vipawa bali kwa sababu hawana akiba. Wanalazimika kuvumilia, kunyanyaswa au kuchoka kisaikolojia kwa sababu mshahara wa mwezi ndio chanzo chao pekee cha uhai. Hapa Housel anaonyesha upande wa kisaikolojia wa pesa kwamba ukosefu wa akiba hauleti tu matatizo ya kifedha, bali pia huondoa utu na heshima ya mtu. Unapokuwa huna chaguo, unaishi kwa hofu ya kesho. Kinyume chake, hata kiasi kidogo cha pesa kilichohifadhiwa kinaweza kubadilisha kabisa namna unavyoona dunia. Mtu mwenye miezi sita au mwaka mmoja wa gharama zake kama akiba anaishi maisha tofauti kabisa kisaikolojia kuliko mtu anayeishi mshahara kwa mshahara. Yule wa kwanza ana utulivu, ana uwezo wa kufikiria kwa muda mrefu na anaweza kuchukua maamuzi bora. Yule wa pili anaishi kwenye hali ya dharura ya kudumu na maamuzi yake mengi hutawaliwa na hofu ya muda mfupi. Housel anapingana wazo kwamba uhuru wa kifedha unahitaji utajiri mkubwa sana. Anasema wazi kwamba uhuru haupatikani kwa kipato kikubwa pekee, bali kwa nidhamu ya matumizi. Mtu anayepata kidogo lakini anatumia kidogo zaidi anaweza kuwa huru kuliko mtu anayepata milioni lakini anatumia milioni na laki tisa. Tofauti iko kwenye pengo hapa. Housel anagusa moja ya hoja kuu za kitabu chote, kwamba tabia zako za kifedha ni muhimu kuliko kiwango cha kipato chako. Anatoa picha ya jamii ya kisasa ambapo watu wengi wanapambana kuonekana wamefanikiwa badala ya kuwa huru. Wananunua vitu ili kuwavutia watu wasiowajali, wakitumia pesa ambazo hawana, na kwa kufanya hivyo wanajifungia maisha ya kulazimika. Hii ni aina ya utumwa wa hiari. Housel anaonya kuwa mara nyingi tunachanganya uhuru na anasa, ilhali mara nyingi anasa ndizo zinazoua uhuru. Katika hitimisho la sura hii Morgan Housel anatufanya tutafakari kwa kina. Kama pesa ni chombo, basi tunapaswa kujiuliza, chombo hicho kinapaswa kutumika kununua nini? Jibu lake ni wazi, pesa inapaswa kununua uhuru wa muda, uhuru wa kuchagua na uhuru wa kuishi maisha yanayoendana na maadili yako. Kila uamuzi wa kifedha unaotoa unapaswa kupimwa kwa swali hili: Je, Hili linanipa uhuru zaidi, au linaninyang'anya uhuru wangu polepole pole. Kwa mtazamo wa Housel, mtu tajiri zaidi si yule mwenye mali nyingi zaidi, bali ni yule ambaye ana uwezo wa kuamka kila siku na kusema, leo nitafanya kile ninachotaka kufanya. Huo ndio utajiri wa kweli. Kama bado unaishi mshahara kwa mshahara, hii si bahati mbaya, ni onyo. Anza leo kujenga uhuru wako. Hata kama ni kidogo, punguza matumizi, hifadhi pesa, nunua uwezo wa kusema hapana, kwa sababu siku ambayo pesa zako zitakupa uhuru wa kuchagua, ndio siku utaanza kuishi kweli, sio kuishiwa. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.